sumbua matumizi hujachana ukirudi huko ugoupi, utatua moyo unavujada, maumivu makali. Unatufukuza, tutaena wapi? kila siku kaka, usiji ukaniona barabarani natembea, nina mawazo sana. Hii dunia kaka ina usawa? namaanisha nini? namaanisha hivi mimi hapo ninaponiona mke na mtoto wangu wote hawapo nyumbani, na kinachoniumiza zaidi, baada ya kutambua makosa yangu, nikamfuata mke wangu, nikamwambia mke wangu, najua nimeshakukosea, nimekufanyia mengi mabaya naomba urudi nyumbani, tumlee huyu mtoto. Kaka alinikana, akasema hahitaji kuniona yaani anahitaji yaani, yaani, kwa chochote. Na mazingira ambayo nilimkuta sio mazingira sawa, ndio maana nawaze namrudisheje. Sentensi yako inaonyesha dhahiri kuwa safari yako ina vikwazo na umechoka na umekata tamaa. Yeah. Lakini naomba nikuulize kitu. Kitu uko tayari kubeba majibu ya makosa yako? Hata saizi. Yeah. Mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani.

mwanamama kama wewe mwenye vitu vyangu mm -hmm. <laughs> Kwa mimi na vitu vyangu. Yaani una vitu vyangu. Yaani ndio maana nilikuchagua kwa sababu najua unapochagua kitu unajua kabisa hapa nitafaidi. E, unajua unapokuwa unafaidi vitu kama hivyo wanapewa wachache. E, yani wewe wewe kwangu yani wewe ndio Zuchu alafu mi

sawa jambo kubwa ambalo inatakiwa ni kushauri kwa sasa ni wewe kwenda kuomba msamaha nyumbani kwa mkeo hakuna jambo jingine rahisi na siku zote mwenye toba anayekwenda kutubu toba ya kweli hajawahi kosea nenda kama mwanaume nenda kama mtu unayejua thamani ya kitu ulichokipoteza hakuna sehemu itakuwa ngumu kwako lakini kaka nina shemeji yangu pale ni mkatili sana wake. Mara kadhaa alinifuata kunikanya juu ya kumpiga mdogo wake na mimi nilimkaidi, nilimkaiijia. Akiniona pale kwao hawezi akanichukulia hata panga. Shida yako unapenda sana kuhifadhi vitu ambavyo umevitenda. Kwa sasa nenda kaombe msamaha. Kutenda kosa si kosa, bali kurudia kosa ni kosa. Nenda kaombe msamaha. Kila makosa yako yote ndicho kinachokupeleka pale. Unachoogopa ni nini? Lini ukashikiwa panga? Unajua kaka, wewe ndo mtu ambaye ulikuwa unakosea sana. Sisi mara ngapi tumekufuata tumekushauri? Kakake mara ngapi amekufuata amekushauri? Lakini sisi pia ulikuwa unatuona maadui. Leo ndo nakupa ushauri. Tafadhali, nenda kwa unyenyekevu na upole. Hakuna mtu ambaye atashindwa kukuelewa. Nakushukuru sana kwa ushauri. Ila potelea potelea jambo, nikaisiirisha kwamba mimi nilikosa. Hata kama kufa, acha nikafie huko. Pointi kubwa ambayo nakuachana nayo. Sawa. nenda kama mtu ambaye anajua thamani ya kitu alichokipoteza, kawe mnyenyekevu. Sawa, usiende, kaombe msama, kaombe lad, usi na tabia zako tulizokuzoea, kaombe msamaha, kaombe radhi, usiogope kupiga boti. Naomba ukalifanye hivi sasahivi nakh

abujamchakula njemenyuma. Umesemaje mtoto? Saidia ja chakula njmenyuma. Hivi katika pitapita yako kote huko mtaani hujaona sehemu nyingine ya kwenda kwamba msaada mpaka hapa kwangu jmnu? Kwenye nyumba yangu hii, kuna mahali unaona nimeweka bango kwamba hapa natoa msaada? Wewe, Nimekushtukia we, utakuwa ni mwizi. Waisha kuagiza kwamba uje kwangu hapo, uchole mazingira, baadaye mje mniibie eti? Sasa iko hivi, kawarudishie majibu au waliokuagiza, kwamba hapa kwangu mimi siibiwi, wala hapa kwangu hakitoki kitu. Urudi ulikotoka, nitapiga <tokia> kelele <we> ni mwizi <tokia> nie. Juzi ndo mmeiba TV kwa jirani yangu huko nyuma, leo hii mnataka mniibie mimi, hey. <tokia> Mimi mimi ndugu yangu, kwambi bado sijalala, ndo kwanza ndo kuna kucha sasa. Rudi ulikotoka, sio mimi. Wewe toka hapo wewe, kwa kwangu, toka tena, uondoke hapa kwangu. Yani ukiendelea kubaki hapa, nitapiga kelele, wewe ni mwizi. Hebu toka hapa, toka kwangu. Nashinda mtaani na randaranda dunia tambara bmekata kamba sijui upendo wa baba wala mama mtaani nawaza. Halo, <tune> uko wapi <akine>? ne <tune> nakuomba mara <malamu>, moja hapa kwa <tune> e, uje sasa hivi awak Ngoja aje huyu Neema, maana saizi ndo mwenyeji sana hapa mjini. Huyo ndo atakuwa atakusaidia kuongoza. Sawa, maana mimi saizi nipo bize sana. huyo ndo utakuwa naye wakati wote. Sawa, dada mkubwa, nimekuelewa. Haya sawa, ngoja tumsubiri. Hmm. Nimesema toka kwangu wewe. Toka kwangu. Shida nini? Si huyo chokola katoka huko alikotoka, eti anakuja kuomba msaada hapa, mume wangu? Hawa ndio wanaokuaga waizi hawa, uenda tayari kashaagizwa huko aje achole mazingira hapa ili baadaye waje watuibie. unamwita nani? Si chokola huyo. Hivi unapata wapi ujasiri wa kumwita mtoto wa mtu chokola? Yaani mtoto wa mwanamke mwenzio unamwita chokola? Kwa sababu umejipata ndio? si ndio, hmm? Kwa sababu unakula vizuri, unalala vizuri, unapata kila unachokitaka leo, unafikia hatua unamwita mtoto wa watu chokola. Unajua maana ya chokolaa? Wewe, wewe, next time utakuja kunichukia kwa maneno yako. kipuzia Chokola. Wewe. Wewe, ndio. Unaishi wapi? Ndugu zako zangu wote. Wazazi wako? Inawezekana. Kwa hiyo siku zote hizo huwa unaishi wapi, labda unalala wapi? Mle. Hey, kama kuna sehemu se, um, nimesha kukuona. Huh? Huh? Si ndio wewe, nilikuona garage pale mitaa, garage unashinda sana pale yeah. Siku furahi ukiwa na njaa, masikini kajikuta naiba, maisha ya dhiki, dunia ni maya. Ah, wazazi wangu, nimekuja sio kwa sababu ya kujitetea sana. Nimeyatambua makosa yangu wazazi wangu natambua mulinipa binti yenu mzuri sana, misiri ya malaika, ila mimi sikumsamini, nilimtesa nikamnyanyasa, nikamlaza nje, nikamlaza njaa, lakini baada ya kuchoka na yeye akaamua kuondoka. Unisikiliza kwa makini sawa. Kwanza pole sana kwa yote unayopitia. Asante ila mimi napenda tu kukuahidi kwamba kuanzia leo hii sawa, nitahakikisha na kusaidia kati ya uz uh, sasa kulingana na wakati, kuanzia leo hii sawa utakuja hapa nyumbani asubuhi utakula chakula cha asubuhi yani namaanisha chai sawa utakuja kula mchana sawa lakini pia utakuja kula usiku lakini usiku naomba uwai mapema kwa sababu mke wangu huwa anawahi kupika saa kumi na mbili uwe hapa uhakikisha unakula ndipo unaondoka sawa na ntakutafutia sehemu ya kwenda kupumzika baada ya hayo yote Ndiyo. Sawa? Nashukuru sana. Ehe, ehe, kwa sababu hapa nyumbani bado sijakamilisha mazingira, sawa, mpaka nitakapohakikisha nimetengeneza mazingira kwa ajili ya wewe kuja kuishi hapa, moja kwa moja utakuja kuishi. Ndiyo, nashukuru. Kwa amani. Masikini, kajikuta naiba masha ya dhiki, dunia ni maya, kwa changamoto nimezidiwa. Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani. Yani unaitwa kipanya? Ndiyo. oh, <laughs> karibu sana hapa na nyumbani. Ah, eh, kuanzia leo wewe kwa huru kabisa, sawa? Ndio, ndio. Mimi ratiba yako kila kitu nimekiweka sawa, sawa, sawa, sawa. Ndio, maji mm -hmm. Kunawa sasa, sawa sawa. ndio

Habari ya mjini, ni Milan Super Sembe. Huu ni unga bora wa sembe unaozalishwa katika mkoa wa Songwe, wilaya ya Mbozi, kata ya Mloo. Milan Super sembe tupigie kwa namba za simu sifuri saba arobaini na mbili arobaini na saba tisini na moja kumi na mbili au tupigie kwa namba za simu sifuri sita tisini na saba arobaini na nne sitini na moja sifuri sita Mira ni Supa Sembe ametuletea sembe iliyo bora kwa ajili ya chakula Tanzania. Tumeletea Mira ni Supa Sembe, tunapowataarifu tunasema chakula kizuri chenye afya. Na utapata matumizi mazuri ya chakula chetu. Milan Super Sembe, tunauza unga kwa bei ya jumla na leja leja. Kwa wale watakaohitaji kwa ajili ya jumla kibiashara, jo mzigo ni wa kutosha, lakini ukihitaji kwa matumizi ya nyumbani, mzigo ni wa kutosha kwa wakazi wa Mlo. Tunapatikana mkabala na Uhuru Hospital ama jirani na kanisa la TAG. Ukifika mahali hapo unakuwa umetufikia Milan Super Sembe. Usikose kututafuta walishe bora, waunga bora wa Kiafrika. Baada ya kukaa muda mrefu, nikaona kukaa bila yeye na mimi siwezi. Nikamtafuta, nikampata, nikamwomba msamaha <coughs> nika akanikatalia, ataki hata kuniona. Oya, oyaoya, ishia hapo hapo. mm -hmm. Shangazi, mm -hmm. baba jamaa, ana roho ya kinyama sana hivyo, mimi siko tayari kumsamehe. Oya, naomba unyenyue, uondoke. ah -ah. Jakobo usifanye hivyo, usifanye hivyo na si ndio maana amekuja, na alimtesa mtoto wetu, binti yetu kwa ajili ya mambo ya nasa ya dunia Msikilize mimi na Aidi mpaka nimeamua ku- kuja na ndugu yangu hapa. Yaani mama, niko serious ya kusema, sitomtesa tena najutia, nikaona nisipokuja hapa utaona kama siko serious. Wewe sikiliza. Nahisi msamaha wako unatosha kufuta yale machungu dadangu, si ndio? Kuna muda najiuliza wai, mbona ndoa yangu inasumbua? Mke wangu wife, unajua, kuna kitu kimenikaa sana kichwani. Unajua, nilipata nafasi ya kuonana na Msafiri na nikazungumza naye mm. Aliongea kwa kunyenyekea au kwa hofu? Sidhani kama aliongea kwa hofu, lakini aliongea kwa unyenyekevu mkubwa sana na alidai kuwa amechoka kubeba mzigo wa makosa yake. Anataka kuomba msamaha kwa mke wake, lakini anaogopa kukataliwa. Kosa likiwa kubwa hata msamaha uogopesha. Ulimwambia nini? Nilimwambia asikimbie ukweli, na nilimwambia aende nyumbani kwa mkewe na watazame wazazi wake usoni, nawaambie ukweli bila kuficha na bila kujitetea. Na huo ndo msamaha wa dhati unaoumiza kuanza hata hivyo nilimwambia siende kutafuta msamaha, lakini aende kukiri kile alichokiharibu. Inatia moyo kusikia hivyo. Bianca naye alinijia. Alikuja kusema nini? Aliniuliza kama msamaha unamfanya mtu kuwa dhaifu. Alikuwa amechoka kama mtu anayepigana na nafsi yake eh? Vile vitimbu ulivyokuwa unamfanyia dada yangu, na hiyo hiyo samani itakuwa inatosha sana, si ndio shemeji? Eh? Kiukweli kweli. Ulimshauri sana mpaka nimefika hapa. Umekosea shangazi, huyu mtu wao mjui vizuri huyu. Mara ngapi nimemfuata kumwelekeza ili kupata suluhu ya ndoa ndoa yao, eh? Nimetoa muda wangu kumfuata kumwelekeza kwamba bwana hiki na hiki, lakini amekuwa mkaidi. Leo hii anataka kuongea kitu gani? Anataka kujiuliza nini ili tuweze kumwelewa huyu? Huyu hafai kuelewa Nashinda mtaani na randaranda dunia tambara bofli mekata kamba sijui upendwa baba wala mama mtaani na waza siorahisi kufurahi ukiwa na njaa masikini kajikuta na iba masha ya dhiki duniani maya kwa changamoto nimezidiwa mtoto wa mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani.

Juliza, wai mbona ndoa yangu inasumbua? Matumizi hujahacha ndani, ukiludi ugopi, utatua unavuja damu, maumivu makali. Unatufukuza, tutaenda wapi? Kila siku majeraha moyoni, mme wangu, kosa langu lipi?